E, bwana kama tulivyozungumza jana, kwa mara ya kwanza kabisa, mara tu baada ya Mr Pimbi kuweka maoni yake kuhusiana na show ya Diamond Platnumz kule Uingereza, jijini London, katika ukumbi ambao unafahamika kwa jina la Royal Albert, tukaona kwamba Mr Pimbi bwana, aliamua kufunguka waziwazi wazi, jinsi ambavyo alivyokuwa impressed. Mm, nikisema kwamba amekuwa impressed maana yake ni kwamba alivyovutiwa, alivyofurahishwa na the way ambavyo Diamond Platinumz alivyofanya kule London. Kwani Diamond bwana ameandika historia kuwa kama msanii wa kwanza kutoka Tanzania kwenda kujaza ukumbi ambao ni ukumbi mkubwa sana kule London. Eh, bwana ni kwamba kama akijaza vile mara mbili, eti means kwamba alikuwa ana uwezo au ana potential ya kujaza ukumbi mkubwa zaidi duniani ambao uko huko huko Uingereza unaoitwa Oxygen Arena. So kwa kifupi ni kwamba Diamond alichokifanya bwana ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wawe very amazed, yani watu wengi sana wameshangazwa, eh, in a very positive way, yani watu wengi sana wameshangazwa kwa kile ambacho amekifanya yani wamefurahishwa vile vile so Jambo ambalo tume notice ni kwamba Mr Pimbi, tunamfahamu kwamba ni moja kati ya watu ambao ni wadau wa mziki wa Bongo Flava na amekuwa akisifia sana jitihada za Harmonize lakini pia vile vile jitihada za Raivani kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi ni kwamba ameamua kama vile kubadilisha upepo na ameonekana wazi kabisa, eh, ni kwamba ameanza kusapoti jitihada za Diamond Platinumz. So jana aliweka ujumbe kuhusiana na Diamond kujaza ukumbi huo wa Royal Albert lakini baada ya hapo ni kwamba Diamond tena alikuwa na show nyingine usiku wa kuamkia leo katika ukumbi mwingine maeneo ya Manchester huko Uingereza, huko ambapo na kwenye hapo pia amefanya show kali, so Mr Pimbe amekuja tena na video nyingine. Video nyingine ya jana ni hii hapa, Mr Pimbe alivozungumza kwa mara ya kwanza mara tu baada ya kuona kwamba Diamond amejaza ukumbi ule wa Royal Albert <trio> kuja kutokea msanii kama Diamond Platinums mpaka dunia inatanduka, na kuambia tena mpaka dunia inatanduka. Na ukisikia kuna msanii yoyote anajilinganisha na Diamond, ukisikia kuna msanii yoyote anajilinganisha na Diamond, mpige kibao, kesi yake ndete mimi nitakusaidia kujibu. Mpige kibao popote pale ulipo, kesi nitajibu mimi. Mchape kibao, narudia tena, mchape kibao tena, mpige la kulia na kushoto

Yeah, so hiyo ndo ilikuwa video ya kwanza kabisa ya Mr. Pimbi baada ya kuona ile show ya kwanza ambayo alifanya Royal Albert kule London Diamond Platinum, lakini then baada ya mambo mengine kufuata, show iliyofuata nayo pia ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba Diamond atafanya vizuri kutokana na kwamba tayari tiketi zilikuwa zimeshauzika, lakini pia vile vile tukaona watu wakiwa wamepanga foleni. Hata jua alijazama, watu tayari walikuwa wameshapanga foleni kuingia ukumbini kwa ajili ya kumuona Diamond Platinum. So Mr. Pimbi akarekodi tena video nyingine na akazungumza haya. Kuna wajinga, wajinga wanaongea upuuzi huko mitaani, kila mtu anaongea kwake. Diamond sio lolote, hiyo show imebebwa na. Wewe unaongea kituani mwako kuna uchafu, kuna matope, kuna majimaji, kuna usafi. Sho, wametokea kama surprise. Ningetaka na, na, niwaambie wote waliokuwepo pale annuwasalanijeli wali ni wale ambao Diamond ameimba nao katika nyimbo zake, kwa hiyo walikuja kumsapoti. Sisi Watanzania wabongo, si tukoje? Yani mtola, mtu anasonga mbele, mtu anafanya mambo makubwa wako kafanya show langa Tanzania. kuna wasanii wangapi? wasanii wangapi Tanzania bongo hapa tunao? nani umeona huko mwaka tangu umeanza kufanya show? Nani wataje, mwenyewe unawajua wote, wakubwa mnawajua nyinyi. ni nani kafanya show? Ya, so Mr. Pimbi ameamua kuja kuwafokea watu ambao wamekuwa wakikwepesha kwepesha habari. Umeona, kuna watu bwana, walikuwa wana wanakuepesha kwepesha habari kwa namna moja au nyingine, so hiki alichokizungumza Mr. Pimbi ni point, of course kwa sababu kweli kabisa, katika promotion ya show ya Diamond kule London hatukuona akiwa anasema kwamba labda akiwa ana perform labda kutakuwa na wasanii kama vile kina Tiwa Savage, Mr Flavor pamoja na, eh, na Patoranking watapanda pia jukwani. Hakusema hivyo. Show ilitangazwa ata perform yeye, na watu waliotokea pale walikuenda kwa ajili ya kumuona yeye. Kwa hiyo umati ambao umevutwa pale, umati ambao tumeuona ambao Diamond amejaza ule ukumbi wote, wale walikuwa wameenda pale kwa ajili ya kumuona Diamond. Meona? Lakini hawa, wengine wasanii wengine hawa ejeri, wa Nigeria wameenda pale kama surprise Which means kwamba hawakuwepo katika mchongo wa ile show. Hakuna msanii ambaye alikuwa pale, labda hakuna mtu ambaye ametokea katika ile show alikuwa na expect kwamba atamuona Tiwa Savage, atamuona Patoranking, atamuona labda Mr. Flavor. Hapana. Wale wote waliopanda pale, wasanii kutoka Nigeria wamepanda kama surprise, na mashabiki hawakutegemea kwamba wale watakuwepo kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, kama the way ambavyo Mr Pimbe alivyozungumza. Lakini kibongobongo, kama unavyoelewa, wameshazusha kwamba bwana, wale wasanii ndio chanzo cha ile show kuja, wasanii ambao wamepanda pale, wameimba nyimbo moja moja, actually kwamba wale ndio chanzo cha ile show ya Diamond kuja. So Mr Pimbe amekuja kuzungumza hicho alichokizungumza, kitu ambacho hata Juma Lokole naye pia amekuja kuunga mkono, maana hata yeye pia Juma Lokole amekuja ame-post hiyo video ya Mr Pimbe alafu akaandika kwamba basi hata video yangu nilio rekodi si posti tena, maana maneno ndiyo haya haya aliyosema Mr Pimbi. Sema hapo, sema hapo mwisho alivyomalizia sasa. Ndo ameishia hapo Juma Lokole, which means kwamba Juma Lokole na yeye pia kumbe alikuwa na dongo lake la kuwachamba wa Tanzania ambao alikuwa wanasema kwamba ile show ya Diamond imejaa kutokana na wasanii wa Kinigeria kuwepo. Lakini baada ya kuona kwamba Mr Pimbi ameshazungumza hiyo point, akaona basi asiposti tena video yake, bali aposti hiyo aliyozungumza Mr Pimbi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section kama kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile basi hakikisha una subscribe eh, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.